Hisia zangu sehemu ya kwanza. Jua lilikuwa linachoma juu ya paa la nyumba ya bati, lakini hiyo haikumzuia Koga, msichana wa Kisukuma mwenye umri wa miaka 21, kuendelea kupiga deki kwa bidii. Alikuwa mfanyakazi wa ndani jijini Mwanza, akifanya kazi kwa familia yenye watoto wanne waliomchukulia kama mashine ya kazi, si binadamu. Koga alizaliwa katika kijiji kidogo kilichopo pembezoni mwa mji wa Shinyanga. Alikuwa binti wa pili katika familia yao akiwa na dada mmoja tu mkubwa aitwaye Agadha, ambaye kwa sasa alikuwa ameolewa na kuhamia mjini Dar es Salaam. Tofauti na Koga, Agadha alipata bahati ya kuolewa na mwanaume wa kipato, akaacha maisha ya kijijini na kujenga maisha mapya, huku akimwahidi Koga kwamba siku mmoja naye angemchukua aondoke na mateso ya kazi za ndani. Lakini miaka ilienda, ahadi ilibaki hewani kama moshi wa kuni mbichi. Siku moja, baada ya kumaliza kazi zake zote kwa uchovu uliomchosha mpaka mfupa, mwajiri wake alimwita sebuleni. Koga aliingia kwa tahadhari, moyo wake ukidunda kwa hofu kama mtu aliyeshtakiwa bila kujua kosa lake. Badala ya matusi au amri mpya, mwajiri alimpa taarifa isiyotarajiwa. Koga, kuna marafiki zangu wawili wanaishi kule Shinyanga, wanahitaji msichana wa kazi. Wakulima tu wa kawaida, lakini ni watu wazuri. Wakakupenda kupitia picha niliyowaonyesha. Kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu, Koga alihisi kitu kinachofanana na tumaini. Labda kule kijijini kutakuwa na afueni. Labda maisha hayatalia kila siku kwa sauti ya udhalilishaji. Alikubali bila kusita. Japo Jofu, mpenzi wake, aliumia alipopata taarifa hiyo. Lakini hakukuwa na njia nyingine. Safari mpya ikaanza, safari ya kurudi kijijini, si kwa kushindwa, bali kwa matumaini mapya. Hakujua kama hiyo ilikuwa ni neema au mwanzo wa maisha mengine yenye maumivu ya ndani yasiyoonekana kwa macho, bali kwa moyo unaohisi kila kitu. Baada ya safari ndefu, hatimaye nilifika salama. Nilipokelewa na baba wa pale, mzee Sajuki, na mke wake. Ukweli nilizani watakuwa wazee, lakini hakuwa hivyo walikuwa na umri wa kawaida tu, nikawakuta wote wapo vizuri kabisa, na maisha yalikuwa yakiendelea kama kawaida. Ukweli walifurahi sana kuniona kuwa na mimi hapo, ikanifanya nijivunie kuwa hapo. Basi baada ya kumaliza kama wiki mbili hivi, nikawa tayari nimeanza kupazoea. Basi asubuhi moja nikamwona Mama Sajuki akipeleka chakula kwenye mabanda ya mifugo. Basi na mimi nikawa namsaidia, maana ndiyo kazi yangu hiyo. Tulipofika kwenye mabanda niligundua kulikuwa na aina nyingine ya mifugo wa kifuga ambayo ni punda. Basi niliwashangaa sana wale punda, nikamuuliza mama, mama hawa punda mmefuga kwa ajili gani? Mama akasema wanasaidia kubeba mizigo wakati wa kwenda kusaga au wakati wa kwenda kuuza mahindi. Basi nikajua kumbe wana umuhimu wale punda. Basi nikaanza kuwazoea na kadhalika. Ikawa kila ikihitajika kwenda mashine natumwa mimi na wale punda wote wawili au mmoja. Ilikuwa ni raha sana, hakuna kubeba mzigo kichwani tena. Nikatokea kuwapenda sana punda kuliko hata ng'ombe, japokuwa ng'ombe walikuwa wakitupa maziwa kila siku, ila punda walikuwa wakilima na kubeba mizigo aina zote isipokuwa kuni tu. Basi baada ya miezi kupita, nikawa mwenyeji kabisa Ukweli nilianza kumkumbuka mpenzi wangu niliyemwacha kule. Sasa siku moja nikiwa nimekaa zangu, nikaanza kujihisi tofauti, nikajikuta hisia za mapenzi sikinipanda sana. Nilitamani ningekuwa na mpenzi wangu Jofu. Nilipompigia simu mpenzi wangu Jofu wa Mwanza, ili aje Shinyanga, alisema yupo bize, labda nisubiri wiki mbili ndio anaweza kuja roho iliniuma sana maana ndiyo nimeanza tu kuchipukia mapenzi iwaza sana nifanyaje lakini nilikosa jawabu la haraka haraka basi niliendelea kuteswa na hiyo hali ya nikajikuta nalowanisha nguo yangu ya ndani kila siku mala usiku nyote nipo na jofu tunasuguana nikiamka asubuhi nimejikojolea nikimwelezea mpenzi wangu jofu juu ya hali niliyo nayo lakini hakukuwa na msaada nilio upwilu kuwa nao tayari ulinizidi kipimo. Ina maana kama ni mwanaume anakuwa tayari amefikia hatua ya kubaka. Basi nilijaribu kutembea tembea huku na kule pale kijijini, ili nipate mwanaume wa kunitongoza ili anipunguze upwilu, lakini wote walikuwa bize na ng'ombe tu. Nilitamani hata mbabu anishobokee, lakini haikuwa hivyo, licha ya nguo za mtego nilizokuwa nimevaa. Basi nilirudi nyumbani nikiwa nimechoka, kwa kuwa ilikuwa tayari jioni. Nilienda moja kwa moja na kujitupa kitandani kwangu. Nilijilaza, nilianza kumuwaza yule mpenzi wangu Jofu ambaye ndio aliyenitoa usichana wangu. Basi nikawa nawaza jinsi anavyonitiaga kwa nguvu na mashine yake. Niliwaza nikakumbuka ile siku anavyonitoa usichana wangu. Nilivyolia kwa maumivu, nikawa na tabasamu tu peke yangu, huku nikiwa najipapasa eneo la papachu yangu kwa juu ya chupi, nikagundua nimeloa tena. Basi nikajikuta navua nguo zangu zote, kisha nikaanza kujisuguake kwa vidole ili angalau nipunguze upwilu. Nilipokuwa najisugua, nilikuwa nakumbuka jinsi Jofu anavyonikunaga. Nilitetemeka sana na kuzidi kujisugua, huku nimepanua mapaja yangu. Nini kitaendelea? Usikose ifuatayo. Itaendelea.